Hadithi ya kijana asiye na makazi aliyelelewa na mfanyakazi wa benki na kurudi akiwa bilionea. Siku moja ya dhoruba, Grace, mfanyakazi kijana wa benki, alikuwa akiendesha gari akielekea nyumbani wakati macho yake yalipokamata kitu kilichogandisha roho yake. Akiwa amelala kando ya mtaro uliofurika, alikuwa kijana, amezimia, dhaifu mwili wake ukitetemeka kwenye mvua. Midomo yake ilikuwa mikavu, macho yake yalikuwa wazi kwa shida, naye alikuwa sekunde chache tu kutoka kufa. Grace alipiga kelele, akapiga breki ghafla na kuruka nje ya gari lake. Alikimbia moja kwa moja kwake. Yesu Kristo! Alilia akipiga magoti pembeni yake. Pumzi yake ilikuwa ya juu juu Mwili wake uliungua kwa homa. Bila kufikiri mara ya pili, alimnyanyua mikononi mwake. Uzito wa mwili wake dhaifu ulimshtua. Alikuwa mwepesi sana, kana kwamba uhai wenyewe ulikuwa ukimponyoka. Alimchukua hadi kwenye gari lake na kukimbia hadi hospitali ya karibu. Jina la kijana huyo lilikuwa Divine, akiwa na umri wa miaka 15 tu. Maisha tayari yalikuwa yamempa pigo kali zaidi. Alilelewa na mama asiye na mume ambaye alimpenda sana. Lakini alasiri moja, msiba ulijitokeza. Mama yake alifariki katika ajali ya gari wakati akielekea kumchukua kutoka shuleni. Miezi mitatu baada ya mazishi yake, familia ya mama yake ilichukua kila kitu alichokuwa nacho: nyumba yake, akiba yake, mali zake na kumwacha Divine ajitegemee mwenyewe. Akiwa mpweke, mwenye njaa na kuvunjika moyo, alizurura mitaani. Siku moja akawa mgonjwa sana, na alasiri hiyo ya dhoruba, akiwa dhaifu na mwenye njaa, alianguka kando ya mtaro uliofurika, mahali pale ambapo Grace alimkuta. Hospitalini, madaktari walimkimbiza kwenye chumba cha dharura. kwa masaa Grace alikaa nje ya wodi ya dharura, nguo zake zikiwa zimeloa na mikono yake ikitetemeka, akimwomba Mungu kijana huyo apona. Daktari alipotoka hatimaye, alitikisa kichwa chake kwa kutoamini. Kijana huyo asingeweza kuishi saa nyingine kama usingemleta. Macho ya Grace yalijaa machozi. Hakumjua kijana huyo, hakujua jina lake, lakini kitu kirefu ndani yake kilimwambia hakuweza kuondoka. Kijana huyo alipoamka hatimaye, akiongea kwa kunong'ona, alimwambia jina lake ni Divine. Kuanzia siku hiyo, Grace alifanya uamuzi ambao uliwashtua kila mtu aliyemjua. Hakumwacha, hakumwacha mitaani, licha ya matatizo yake mwenyewe maishani. Alimchukua Divine, akamtunza na kumlea kama mdogo wake mwenyewe. Lakini punde si punde, wema wake ulikuja na gharama kubwa. Mwanzoni, majirani zake walinong'ona nyuma ya mgongo wake, marafiki zake walimdhihaki wakisema anapoteza maisha yake kwa kijana ambaye hakuwa damu yake. Kisha ikaja ile mbaya zaidi: familia yake mwenyewe. Mama mkwe wake alimchukia kijana huyo, mumewe akawa na wasiwasi, wivu na uchungu. Usiku mmoja, mume wa Grace alimkalisha chini. Maneno yake yalimpoza hadi mifupa. Kama hutamfukuza kijana huyo, nitamwekea sumu. Grace aliganda, hakuweza kuamini alichokuwa akisikia. Angewezaje mwanaume aliyeshiriki naye maisha kupanga njama ya kumuua kijana aliyemwokoa? Lakini chuki hiyo ilizidi kuongezeka na Divine akasikia kila kitu. Usiku mmoja akijificha karibu na ukumbi, alisikia mazungumzo ya simu ya kutisha kati ya mume wa Grace na mama yake. Mpango ulikuwa wazi: kama Grace angekataa kumfukuza Divine, kijana huyo angepewa sumu kabla ya wiki kuisha. Usiku huo Divine alikesha machozi yakimtoka usoni. Aligundua ukweli: kuwepo kwake kulikuwa kunavunja maisha ya Grace. Alikuwa amehatarisha kila kitu kwa ajili yake, lakini hakuweza kuwa sababu ya maumivu yake. Saa kumi alfajiri, wakati nyumba bado imelala Divine aliamka. Hakupakia chochote, hakuwa na pesa, hakuwa na mpango, alikuwa na imani tu. Kimya kimya alitoka nje ya nyumba, moyo wake ukivunjika kwa kila hatua. Kabla ya kuondoka, aliingiza barua fupi ya kihisia ndani ya begi la Grace, begi lake la kazi, lile alilolibeba kila siku. Iliandikwa: Dada Grace mpendwa, asante kwa kuniokoa. Asante kwa kunipenda wakati hakuna mtu mwingine aliyenipenda. Mimi si damu yako, lakini ulinifanya familia. Sitakusahau kamwe. Tafadhali nisamehe kwa kuondoka. Sitaki kuwa sababu ya kumpoteza mume wako, nyumba yako, furaha yako. Nitaishi, nitatafuta njia yangu, na siku moja natumai utajivunia mimi. Kwa upendo wangu wote, Divine. Grace alipoipata barua baadaye asubuhi hiyo mikono yake ilitetemeka. Maneno ya shukrani, upendo na kwaheri yalichoma moyo wake kama kisu. Alivunjika moyo, akilia, akiliita jina lake, akikimbia kila mahali kumtafuta, lakini Divine alikuwa ameenda, na kilichotokea baadaye kilikuwa kitu ambacho Grace hakuwahi kutarajia. Divine aliingia kwenye alfajiri baridi akiwa hana chochote isipokuwa imani moyoni mwake. Aliamini kwamba kuondoka ndiyo ilikuwa njia pekee ya kumlinda Grace kutokana na maumivu zaidi. Hakuwa na mpango, hakuwa na pesa na hakuwa na familia iliyokuwa ikimsubiri, bado alitumaini angeokoka. Akiwa njiani kuelekea mji usiojulikana aliviziwa na majambazi Walimpiga, wakamnyang'anya wakamnyang'anya kidogo alichokuwa amebeba na kumwacha na michubuko na tumaini lililovunjika tu. Akiwa amelala kando ya barabara, Divine alilia kwa uchungu, moyo wake mdogo ulishangaa ikiwa labda alilaaniwa. Alikimbia kifo kwenye mtaro ili kuangukia katika kukata tamaa tena. Hata hivyo, alikataa kukata tamaa. Siku baada ya siku Divine alizurura mitaani katika mji huo mgeni. Miguu yake ilikuwa imejawa malengelenge, nguo zake zikiwa zimeraruka, mwili wake ukiwa dhaifu kwa njaa. Aliomba chakula cha mabaki ili kuishi tu. Wakati mwingine alilala chini ya vibanda vilivyoachwa, wakati mwingine kwenye barabara za lami zisizo na kitu, huku upepo baridi wa usiku ukiwa ndiye rafiki yake pekee. Lakini hata katika mateso yake Divine alibeba kitu ambacho wengine wengi hawakuwa nacho: unyenyekevu na imani. Wakati wowote alipoomba alipiga kichwa chini, akinomwana kila wakati asante, hata kwa wema mdogo. Alipodhihakiwa alikaa kimya, alipodhulumiwa aliomba na pole pole, kitu cha ajabu kilianza kutokea jioni moja. Wakati Divine alikuwa akifagia nje ya duka dogo akibadilishana na chakula cha mabaki, mwanaume aliyekuwa akipita alisimama na kutazama. Mwanaume huyo alikuwa na duka dogo la kompyuta. Aliona shauku ya Divine, nidhamu yake na heshima yake. Badala ya kumpa sarafu, mwanaume huyo alimpa kitu cha thamani zaidi. Fursa. Alimwambia Divine, Njoo dukani kwangu kesho, ikiwa uko tayari kujifunza nitakufundisha. Moyo wa Divine uliruka. Alikuwa amekuwa na udadisi juu ya teknolojia lakini hakuwahi kuipata. Kuanzia siku hiyo, alifanya kazi bila kuchoka katika duka, akisafisha, akitengeneza nyaya, akibeba masanduku. Lakini wakati wowote wa mmiliki alipomwonyesha kitu kwenye kompyuta, akili ya Divine ilichukua kama sifongo. Wiki zikageuka kuwa miezi. Ustadi wa Divine ulikuwa, alijifundisha kwa kasi zaidi kuliko mtu yeyote alivyotarajia, akikesha usiku akisoma vipande vyovyote vya miongozo alivyoweza kupata. Punde sipunde alikuwa akitengeneza vifaa, akitengeneza programu na kuunda maoni makubwa kuliko duka dogo lingeweza kuhifadhi. Kisha ikaja hatua ya mafanikio. Kwa kupata kompyuta ndogo ya zamani kwa mkopo, Divine alianza kujenga kitu chake mwenyewe, wazo dogo la teknolojia ambalo baadaye lingebadilisha maisha yake yote. Watu katika jamii walianza kumwona, suluhisho zake zilienea kutoka nyumba moja hadi nyingine, na punde si punde kampuni zilianza kugonga Wawekezaji waliona uwezo wake. Cheche ndogo ya Divine ilikuwa imebadilika kuwa moto. Miaka ilipita. Divine mara moja yatima dhaifu karibu na mtaro, alikuwa mkurugenzi mtendaji wa teknolojia mwenye nguvu na anayeheshimika. Jina lake lilikuwa na uzito, kampuni yake ilikuwa zaidi ya mipaka na utajiri wake uliongezeka. Lakini hata kwa utajiri na heshima yote, hakuwahi kumsahau Grace, mwanamke aliyemwokoa maisha yake wakati ulimwengu ulimpuuza. Na wakati tu Divine alikuwa kileleni mwa mafanikio, maisha ya Grace yalikuwa yakiporomoka. Ugonjwa hatari ulimpiga, mwili wake ulikuwa dhaifu, alipoteza kazi yake, mumewe alimwacha kwenye kitanda chake cha ugonjwa. Familia aliyowahi kujitolea kila kitu ilimkataa. Marafiki walimdhihaki. Hata mwenye nyumba na majirani walimdhalilisha kila siku. Na siku moja ya kikatili walimfukuza nje barabarani, mali zake zikiwa zimetawanyika, afya yake ikishuka. Watu waliomzunguka walicheka, wakimpigia kelele aondoke. Aliomba rehema, lakini hakuna aliyeonyeshwa. Hawakujua hatima ilikuwa karibu kugeuza hadithi hiyo chini chini. Jua lilikuwa kali na Grace alipiga magoti kwa udhaifu kwenye ardhi yenye vumbi. Mali zake zilikuwa zimetupwa nje, alikuwa amepiga magoti akimsihi mwenye nyumba, machozi yakimtoka usoni. Tafadhali, siku chache zaidi, mimi ni mgonjwa, sina pa kwenda. Mwenye nyumba alipiga teke begi lake dogo kando. Unafikiri ninaendesha hisani? Toka nje, wewe si chochote. Sauti ya mwenye nyumba ilinguruma juu ya maombi yake, na majirani zake walimdhihaki bila huruma. Alikuwa hawezi kusimama kwa shida, mwili wake ukitetemeka kutokana na ugonjwa, roho yake ikivunjika, na wakati ulimwengu ulifikiri maisha yake yalikuwa yamekwisha, sauti ya injini nzito ilinguruma barabarani. Wakati gari lilipokaribia kwenye eneo hilo, ghasia zilizuka. Gari jeusi la kifahari lilisimama mbele ya umati. Nyuma yake gari la jeshi lilifika, na maafisa wawili warefu wakubwa, wakiwa na sare kamili, walishuka, macho yao yakiwa makali, uwepo wao ukiamrisha. Kicheko cha dhihaka cha majirani kilibadilika kuwa ukimya. Mwenye nyumba aliganda. Kila mtu alitazama kwa mshtuko. Mlango wa gari ulifunguka, akatoka mwanaume katika suti iliyotengenezwa kikamilifu. Uwepo wake ulionyesha heshima. Miaka ilikuwa imembadilisha kabisa, lakini macho yake yalibeba moto unaojulikana. Alikuwa Divine, kijana huyo ambaye mara moja alikufa karibu na mtaro sasa Alisimama mrefu kama mkurugenzi mtendaji wa teknolojia mwenye nguvu na aliyefanikiwa, tajiri wa biashara mwenye mamlaka na utajiri nyuma yake maafisa wawili wakubwa wakiwa wamevalia sare. Umati ulirudi nyuma. Divine alisonga mbele, macho yake yakiwa yanamtazama Grace, dhaifu, amekataliwa na kudhalilishwa. Grace aliangalia juu polepole pole. Pumzi yake ikakatwa. Hakumtambua mwanzoni, kijana aliyemwokoa alikuwa ameenda, lakini kisha aliona jinsi alivyomtazama kwa upendo, kwa heshima na machozi yakimtoka bila. Kusita alipiga magoti kwenye matope mbele yake katika shinikizo la umati uliokuwa umeshtuka, alipiga kichwa chake na kusema maneno yaliyonyamazisha kila uvumi: dada uliniokoa wakati sikuwa na kitu, ulinipa uhai wakati ulimwengu uliniacha nife. Leo nimekuja kukushukuru. Machozi yalimtoka Grace mashavuni wakati Divine alimwinua kwa upole hadi miguuni. Aligeukia mwenye nyumba na majirani, sauti yake ikiwa tulivu lakini thabiti. Mwanamke uliyemkataa ndiye sababu mimi niko hai leo. Jiwe ulilotupa ndio msingi wa maisha yangu. Aibu iliwaosha nyuso zao. Midomo ile ile iliyomdhihaki sasa haikuwa na maneno. Divine alishika mkono wa Grace wakati mmoja wa maafisa wa jeshi alikusanya mali zake zilizotawanyika. Walimwongoza ndani ya gari la kifahari. Mwenye nyumba na majirani wangeweza kutazama tu kwa majuto wakati magari yalipoondoka, yakiwaacha wakiwa wameshtuka na kudhalilishwa. Kuanzia siku hiyo, maisha ya Grace hayakuwa yale yale. Divine alimnunulia nyumba nzuri iliyoandaliwa kwa faraja na heshima. Alimpeleka nje ya nchi kwa matibabu bora zaidi na afya yake ilirejeshwa kikamilifu. Alimweka kwa heshima akimuita mama wa nyumba yake, mwanamke ambaye angeheshimu milele. Mwaka mmoja baadaye, Divine alioa. Ilikuwa sherehe tofauti na nyingine yoyote kubwa ya kifahari iliyojazwa na furaha. Grace alisimama kwa kiburi kando yake, akicheza nafasi ya mama na dada mkubwa. Kijana ambaye mara moja alimbeba kutoka kwenye mtaro, sasa alikuwa mwanaume ambaye Mungu alimtumia kurejesha maisha yake. Mwanamke aliyekataliwa alisherehekewa, na ulimwengu haungeweza kusahau hadithi ya mfanyakazi wa benki aliyeokoa yatima aliyekuwa akifa na jinsi yatima huyo alivyoinuka kumpa tena maisha aliyopoteza. Kila tendo la wema lina thawabu. Usidharau kamwe mbegu ndogo unayopanda katika maisha ya mtu, kwa maana siku moja inaweza kukua kuwa mti unaokupa kivuli. Upendo, huruma na kujitolea kamwe havipuuzwi na Mungu. Wema kamwe haupotezwi. Uamuzi wa Grace wa kuokoa na kumtunza yatima asiyejiweza ulionekana kama upumbavu kwa wengine, lakini miaka baadaye, wema ule ule ukawa baraka yake kubwa zaidi. Hakuna tendo la upendo au huruma ambalo linapotea; kila mara hurudi kwa njia ambazo hatuwezi kuzifikiria. Kukataa si mwisho wa hatima. Grace alidhihakiwa, aliachwa na kufukuzwa nje alipokuwa dhaifu zaidi. Hata hivyo, hadithi yake inathibitisha kwamba kukataa mara nyingi ni maandalizi kwa ajili ya urejesho wa kimungu. Watu wale wale waliomcheka baadaye walipiga vichwa vyao kwa aibu. Mungu hutumia wasiotarajiwa zaidi kubadilisha maisha. Divine kijana ambaye mara moja alikufa kwenye mtaro alikuwa chombo cha uponyaji na heshima ya Grace. Usiwadharau kamwe watu unaokutana nao leo. Kesho, wanakesho, wanaweza kuwa wale ambao Mungu anawatumia kukuinua.